Hapa ikiwa imewaliza watu wengi, namwona mzee wangu wa hapa sanjari, na kwamba uh, kidogo miguu yake sio mizuri sana, sio mizima sana, ameweza uh, kutoa machozi na shida hii ambayo ime, imeweza kusomwa hapa. Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Ukimkumbuka Mwenyezi Mungu, basi ni lazima uyafate yale yote ambayo yanatakiwa, yana, yana, yana, yana kufanya. Ni matangazo haya moja kwa moja kutokea Masjidi Nur hapa Zanzibar visiwani. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Pole sana mzee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa uchache tutofahamu jina lako? Jina langu naitwa Abdulaziz. Abdulaziz. Labda Waislamu wa, wa, wa ambao wanakuangalia duniani kote sasa e... nashidi wakati nasoma ume, umetoa chozi, labda kipi ambacho umekikumbuka zaidi? <laughs> Ramadhani yetu imeondoka. hmm. Na na, tuna tena nguvu za kuendelea na Ramadhani yetu shaondoka, nilikuwa bado tunaitarajia io, hatujui kama tutaidiriki 1447 ama vipi eh, so kama si wazee tena, hatujui kama tutafika tena. <gata> Wengine labda wameshindwa kutoa machozi. labda nini ungependa kuambia kuwambia waislamu sasa, walau kuidiriki Ramadhani ijayo inshallah, kwa uzo wa Mwenyezi Mungu. Hii Ramadhani kwa kweli ni mfano wa, wa utukufu wake mwenye ala lewleta alioleta kwa hivyo, hii Ramadhani tuistahi na tuifanyie makadara yake ya kidini eh, makadara yake ya kidini tuifanyie hivyo, kwa sababu dini ndio kielelezo cha mwenyewe Allah anachotupa. Tuwe na msimamo huo, tusiwe mambo ya machafu, mambo mabaya, mambo ya kusemamana, mambo ya ku kutukanana e, twende kwe kwenye dini yake aliyotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala eh. Na, na kwa kumalizia tunaomba baraka zako mzee wangu, naomba baraka zako mzee wangu, labda tunaelekea uchaguzi mkuu wa, wa serikali ya, ya, ya Tanzania uchaguzi mkuu Tanzania, nini wito wako kuelekea uchaguzi? Ni wito wangu nininaoleta na kwamba tufanye uchaguzi wa halali, tusibuguziane tusi, tusi, Tuwe, tusilete shari, tuwe na amani katika nchi yetu, tusiwe tus, tus, tus, tus, na ubadilifu wowote tuwe na imani tusigombane e, yoyote atakayepita basi tumpokee ni kushukuru e. ni matangazo haya ya moja kwa moja tukiwa tunatokea Masjid Nur hapa visiwani Zanzibar ambapo